Tuna, tuna, tuna mipango ya ujenzi wa reli ya Dar es Salaam pale ndani, na tumeshafanya study zote, design zote tulishamaliza. Tunafikia mtandao wa takribani kama kilomita mia moja na sitini ambapo utazunguka. Tutakuwa na link reli link, kwa maana ndani ya Dar es Salaam tutaenda mpaka Bagala, tutaenda mpaka Kigamboni, tutaenda mpaka Kimara kwao, tutaenda mpaka Tegeta eh. Kwao tuta, tuta, inakuja na naamini na, kwamba tutakapofikia sehemu ya kusaini consultants tutawaita, tutaoita waandishi wa habari, tutawaeleza. Lakini kitu ambacho tunaenda nacho haraka sana na umuhimu wa kuwa na reli ya Dar es Salaam, tuzungumzie SGR, na hiyo linaendelea kwa sasa hivi, tuishafanya kutoka Dar es Salaam mpaka Tabora, then kutoka Tabora Kigoma, e, Tabora Mwanza, lakini tunakaliua Mpanda ambao tunaendelea na, na, na, na ukarabati lakini vio tutakuja kwa maana ya Ruvu mpaka all the way Karogwe, Tanga, Arusha, mo, Moshi Arusha, hiyo reli ya zamani. Lakini tuna, tuna jenzi ambayo zinaendelea sasa hivi kama nilivyotoa pale taarifa, naamini mmechukua vizuri kwamba tuna, tuna, tuna, tuna jenzi zinaendelea katika vipande vinane viwili vya mwanzo tumeshaanza operation na vingine sita vinaendelea na ujenzi na kingine ambao ni very recent hivi karibuni cha kutoka E, cha kutoka Uvinza kwenda Msongati kwa maana ya kuunganisha na Burundi. Tuwashukuru mm -hmm sana e, waandishi wa habari kwa maana ya blogs na social media lakini tunawahalili nguri tunao hapo e, lengo la, la mkutano huu au mkutaniko huu ni kupeana taarifa na namna ya kuripoti e, hii mradi wetu kwa ujumla leli yetu, leli yetu ya SGR. Kwa sababu kuna leli tuna language zetu na wakati mwingine unaweza kuwa namsingizia mtu labda amemisiridi kitu, lakini basically, kwa la kwa ni e, kwa sababu sisi hatujawapa information za kutosha kwao. Lengo ni kutoana kupeana habari, lakini vivyo nakuuliza maswali kwa sababu tuko wote hapa na umo social media zote almost ziko hapa, tunapeana habari e, mbali mbalimbali, lakini maendeleo vilevile, na kwa kweli tumepata maelezo mazuri sana kutoka kwa mkurugenzi wa TRC e, Mwandishi Masanja ya Kadogosa e, imetupanua uelewa kwa namna ya kuandika habari za TRC na ameeleza mambo mengi ikiwemo miradi ambayo inaendelea, ambalo nilikuwa si, si, sijui na nilikuwa ninanipa kidogo cha shwishwi ilikuwa ni swala la wahujumu undo mbili, lakini nashukuru kwamba mkurugenzi ameeleza kwa kwa kina na kwa uchungu kabisa na kwa uzalendo kwamba hawa watu ni wabaya na wana, wana, wana, wanafanya kitu kibaya kuhujumu miundombinu, kwa sababu eh, kitu wanachokifanya kinaweza kaleta madhara makubwa sana kwenye nchi, kama kwa mfano itatokea mambo ya ajali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimefurahi kwa, ma, kwa maelezo yake na inaonyesha umakini ambao wameuweka kwenye